Nilisema nyuma na ninasema tena, kufanya biashara sio kujenga biashara. Kufanya biashara ni kuuza ili kupata pesa ya leo. Kujenga biashara ni kujenga mfumo unaoleta pesa hata kama wewe haupo. Mtu anayefanya biashara mara nyingi hana muundo maalum, hana mwelekeo, hana ulinzi wa biashara anaifanya, hana projection ya future juu ya biashara ambayo anaifanya, wala hana strategy kwa ajili ya ukuaji wa leo kesho na baadaye. Lakini mtu anayejenga biashara ni mtu anayezingatia msingi wa mwanzo ili kuweza kupata ile picha kamili ambayo anaitarajia kuipata baadaye. Kwa hivyo, mtu anayejenga biashara ni mtu anayezingatia usajili wa biashara yake, usajili wa kampuni, kupata uhalali na umiliki kisheria na mpango wa uendelevu. Je, wateja ambao anataka kuwapata au anatamani kuwa nao katika position ambayo, muda ambao atakuepo kwenye biashara na muda ambao hatakuepo kwenye biashara. So kujenga biashara inazingatia sana na msingi ulioanza nao. Kama wewe ni mtu ambaye unatamani kujenga biashara yako sio kwa ajili tu ya kuuza na kupata pesa, kujenga biashara yako kwa ajili ya leo, kesho na kesho kutwa, kutengeneza foundation na kila kitu kiwe kwenye mstari ule nyooka, hatua ya kwanza ni kusimamia msingi. Msingi ni nini? Ni kuhakikisha umesajili kampuni ama usajili biashara hiyo unaifanya. So kama wewe ni mtu huyu, komenti neno usajili hapo chini na mi ndakufikia, then tutaangalia kwa level iliyopo unakwalify kusajili kampuni ama kusajili jina la biashara, ili uweze kuanza biashara yako ikiwa kwenye msingi halisi.